Ni ah! Yeah, yeah. Ah! Ye ye! Nimevamia. Salamu yanaingia. Ah! Ndugu zangu. Ah! <laughs> Eh! Nambie mjan, sasa mjangu, mimi nimekuja tarehe ishirini na tano mwezi wa tano na arusi mjango, mimi ninaoa na ninaamini Promodi, nataka mnipendezeshe Mshafiq. Taka kanzu Mshafiq. Nataka nahitaji lile joo nivae kila kitu mashallah. Nataka nipendeze na Promote ah. Haribu, karibu. Kurai, nataka kisimamishe Msambweni, ndugu yangu. Kwa hiyo Promote, staki mzingue, nyinyi ndio mnaaminika hii Mombasa. Nilisema bila Promote mimi sioi, ndugu yangu. Hebu ni pimeni, nachelewa ah. tarehe 25, mwezi wa tano na harusi, ndugu yangu, pime ndugu yangu, jaketi la kazi gani ah <laughs> Ni harusi si harusi, ndugu yangu, ng'ombe 38, kwenye harusi yangu. Ni harusi si harusi. Ngamia wangapi? Eh, hakuna ngamia, ng'ombe 38 ndugu yangu, mchele tani nzima hivi mm. Ni harusi si harusi, promodi, ni harusi si harusi, nakuuliza promodi. Ni harusi, mnipendezeshe ndugu yangu Mada, madamu umetuchagua sisi inshallah. Ah, mimi bwana. Utafurahi mzee. Haki ya Mungu. Utafurahi Ruga. Ndio. Utafurahi. Hapa ndio Promode bwana. Ndio, ndio. Mimi sitaki kanzu za umu kanzu yangu ndugu yangu kanzu yangu nitaka zikashonewe huko nje huko pime pime, ndugu yangu pime. Bwana harusi tarehe ishirini na tano mwezi wa tano, naenda kuitikisa Msambweni. Eh Promode, nipendezesheni bwana. Ah. sitaki <laughs> kanzu ya mfono mkono. Nisikilize mimi, mimi ndio bwana harusi, ndugu yangu, sikilize mimi uh-huh. mkono haya, sawa baba So we wasikia tu we serve differently lakini inshallah utaona safari hii. Mhm. Mm. Sio ruga. Ndio. Utaona inshallah. Eh? Kwa well, we serve differently. Oh, oh, oh. Ah. Oh. Kifua hapo makinike taka kitu kilichotulia Promode. Ah, santeni Promode. Mambo ya Promode hayo ndugu yangu. Nakwambia tarehe 25 mimi naenda kuishangaza dunia Msambweni. Inshallah. Inshallah. Eh? Tusemeni inshallah kwa pamoja. Inshallah. Inshallah. Tuombeni uzima. Eh.

Ama kweli mmeambia ni Promode, you serve differently. Asante <laughs> Promode. <laughs>